Hekima za babu, mwanangu, katika mji wa Bethlehem, mkoa wa Yudea, atazaliwa Masihi, mkombozi anayeleta amani ya kweli, furaha ya kweli na upendo wa kweli kwa watu wote. Hivyo Wakristu wote tunategemea kusherehekea sherehe hii, lakini mwanangu umejiandaa vipi katika sherehe hii? Je, umeandaa kwa heri ama kwa shari? Karibu katika kipindi cha hekima zababu na mwandaji wake Girimani Mdui aka Babu. Mwanangu, Kristo anazariwa kuleta amani ya kweli, furaha ya kweli na upendo wa kweli kwa watu wote. Hivyo hivyo tunaalikwa mimi na wewe kupeleka upendo huu kwa wengine, kama na ndugu, jamaa, mzazi Wapelekee upendo huo huo wa Kristo ili wakati wa Krismasi washangilie pamoja nasi. Anaezaliwa kwetu ni mfalme kweli kweli na Mungu kweli kweli. Kwa hiyo wale waliojiandaa kusherekea sikukuu hiyo katika kutenda dhambi na waasa sana waache, kwani siku hiyo mfalme wa mbingu na dunia anazaliwa kwetu kutenda dhambi Wakati mfalme wa ulimwengu anazaliwa, ni sawa na kwasi, ni kosa kubwa. Mfalme anazaliwa kwetu, tusherekee tukifurahi, tukimtukuza Mungu ili kusudi Kristo azaliwe kwetu, aweze kuileta amani, furaha na upendo. Nao ungoja na kutakia sikukuu njema ya Krismasi na heri ya mwaka mpya.